Dunia yetu imekuwa uwanja wa vita vingi historia, vya kihistoria vilivyohusisha mataifa, falme na wapiganaji mashujaa. Lakini miongoni mwa hadithi nyingi za kivita, zipo simulizi za ajabu zinazoeleza vita vilivyopiganwa na viumbe wa kutisha zaidi, na wakati mwingine wakiwa ni miungu, wanyama wa ajabu au hata wageni kutoka ulimwengu mwingine. Hadithi hizi zimehifadhiwa katika historia ya mataifa mbalimbali, Maandiko ya kale na hekaya za kihistoria. Je, kuna ukweli wowote katika simulizi hizi au ni mifano ya hadithi zilizoenezwa kwa lengo la kupitisha ujumbe wa kizazi hadi kizazi? Jina langu naitwa Abdul Kingungo, karibu kusikiliza makala hii ya vita vya ajabu zaidi ambavyo vimehifadhiwa katika historia ya dunia. Vita vya kwanza vilikuwa ni vita vya Mahabarata ambavyo vilihusisha mapambano na viumbe wa kijeshi na wa ajabu zaidi duniani. Mahabarata ni moja ya maandiko makubwa zaidi ya kihistoria kutoka India ya kale, na ndani ya maandiko haya kuna simulizi nyingi sana za vita vikubwa vilivyopiganwa kati ya koo mbili, koo ya Pandava na Kurava. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni kwamba maandiko haya yanaeleza husu silaha za ajabu zilizoitwa Astras ambazo zilionekana kuwa na nguvu zisizoeleweka na zilizoweza kusababisha maangamizi makubwa sana kwa kipindi hicho. Kulingana na vyanzo vya kale katika karne ya tatu KK hadi karne ya nne BK ndiko vita hivi vilipiganwa, na kulikuwa na viumbe wa ajabu zaidi waliohusishwa katika vita hivi. Mfano ni Geruda, huyu alikuwa ni ndege mkubwa sana na wa ajabu aliyekuwa mnyama wa miungu. Lakini Rakshasas hawa walikuwa ni viumbe wa kutisha zaidi waliodaiwa kuwa na nguvu za kuzuka na kupotea katika uwanja wa vita. Lakini pia kilikuwepo Vimana ambacho kilikuwa ni chombo cha angani kilichotumiwa na miungu kama silaha ya vita. Bila kusahau Brahmastra ambayo ilikuwa ni silaha inayofanana na bomu la nyuklia iliyodaiwa kuwa na uwezo wa kuharibu mji mzima kwa mlipuko mmoja tu. Hadithi hizi zimezua mijadala mingi sana kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa vita vya zamani vilivyotumia teknolojia ya hali ya juu au hata ushirikiano na viumbe wa ajabu zaidi duniani. Vita vya pili ni vita vya Beowulf. Beowulf ni shujaa wa Kiskanavia ambaye alihusishwa na mapambano makali dhidi ya viumbe wa ajabu. Moja ya vita vilivyo maarufu ni mapigano dhidi ya Grendel ambaye alikuwa ni mnyama mkubwa zaidi wa kutisha aliyeogopwa sana kwa zama hizo. Viumbe wa ajabu walioonekana katika vita hivi ni pamoja na Grendel ambaye alikuwa ni kiumbe mwenye nguvu za ajabu, aliyowashambulia wanakijiji kila usiku na kuleta maafa makubwa sana. Lakini wa pili alikuwa ni mama wa Grendel ambaye alikuwa ni kiumbe mwenye sura ya joka au nyoka mkubwa aliyekuwa na kisasi dhidi ya Beowulf. Lakini wa mwisho alikuwa ni joka la dhahabu. Baada ya kushinda vita vingi sana, Beowulf. Alipambana na joka lenye uwezo wa kupuliza moto. Hekaya za Beowulf zinahusiana sana na hadithi za Waviking ambazo zilitumia viumbe wa ajabu kama njia ya kuelezea hofu, ushujaa na hatari zilizokuwepo kwa wakati huo. Vita vya tatu ni vita vya Titanomachy ambavyo vilihusisha mapigano dhidi ya miungu ya kale. Titanomachy ni vita vya kihistoria kutoka mitholojia ya Kigiriki ambavyo vilihusisha mapambano kati ya miungu wa Olympus na Titans ambao walikuwa ni viumbe wenye nguvu za ajabu walioitawala dunia kabla ya enzi ya miungu wa Kigiriki kama Zeus. Kulingana na maandiko ya Kigiriki, katika vita hivi walikuwemo viumbe wa ajabu kama vile Cronos ambaye alikuwa ni kiongozi wa Titans aliyemeza watoto wake ili kuzuia wasipindue utawala wake pia alikuwepo Typhon. Hili lilikuwa ni jitu kubwa lenye vichwa vya nyoka lililopambana na Zeus katika vita vya mwisho. Lakini pia Cyclops, ambao hawa walikuwa ni viumbe wenye jicho moja waliomsaidia Zeus kutengeneza silaha za radi. Kwa mujibu wa hadithi hizi, miungu wa Kigiriki walifanikiwa kuwashinda Titans na kuanzisha enzi yao ya utawala. Vita vya nne ni vita vya Mungu wa Perun dhidi ya viumbe wa kuzimu. Katika hadithi za Waslaviki wa zamani kulikuwa na vita vya ajabu zaidi kati ya Mungu wa Perun aliyekuwa Mungu wa radi na vita dhidi ya viumbe wa giza waliotoka kuzimu na katika vita hivi navyo vilihusisha viumbe wa ajabu kama vile Valis ambaye alikuwa ni nyoka mkubwa sana, alijaribu kupindua utawala wa miungu kwa kuiba maji ya mtakatifu. Lakini pia alikuwepo Zimei ambaye yalikuwa ni majoka makubwa wenye uwezo wa kuishi kwa miaka mingi zaidi na waliokuwa na hekima ya ajabu sana. Hadithi hizi zinafanana sana na vita vya miungu katika tamaduni nyingine, zikielezea jinsi nguvu za nuru zilivyopambana na giza. Vita vya tano ni vita vya wanadamu dhidi ya wageni wa angani. Simulizi kutoka tamaduni nyingi duniani zinaeleza kuhusu mapambano kati ya wanadamu na viumbe waliotoka angani. Katika maandiko ya kale ya Misri, Samaria na hata Amerika ya Kusini kuna visa vya miungu au wageni waliokuja duniani na kushindana na wanadamu au kushiriki katika vita vyao. Na katika vita hivi pia kulikuwa na viumbe wa ajabu walioshiriki kama vile Anunnak. Kulingana na maandiko ya Samaria, hawa walikuwa ni viumbe wa ajabu kutoka sayari nyingine waliokuja duniani na kushiriki katika vita vya kifalme. Baadhi ya hadithi za Wamisri zinaeleza vita kati ya mungu wa Ra na viumbe wa giza kama Apophis na katika tamaduni za Amerika ya Kati, iliaminika kuwa mungu wa Ot Zacot alishuka katika anga na kushindana na viumbe wengine wa ulimwengu wa chini. Ingawa baadhi ya vita hivi vinaweza kuwa ni hadithi tu au mifano ya kihistoria, lakini simulizi zao zimeendelea kuvutia watu wengi na kwa miaka mingi zaidi. Vita hivi vinatuonyesha jinsi wanadamu walivyotumia hadithi kuelezea hofu zao, imani zao na mapambano yao na ulimwengu wa ajabu usioeleweka. Je, unadhani vita hivi vilitokea kweli au ni hadithi zilizoundwa ili kufundisha maadili na kuhamasisha jamii za kale?